Katika dunia tulionayo ni muhimu sana kujifunza kutafsiri uh, vitu kwa sababu kila kitu ambacho unakiona kwenye dunia hii kina tafsiri yake na kinatafsirika pia, na kwa sababu kinatafsirika na kina tafsiri yake, basi uh, kila kitu kina maana kwa mtu yeyote mwenye akili timamu aliyekusudia Uh, kuishi maisha yenye tija hawezi kukosa maana kwenye mambo ambayo yanamzunguka au yanatokea kwenye maisha yake. Kwa hiyo, hakuna kisicho na maana, hakuna asiye na maana. Hakuna asiye na thamani, hakuna mtu ambaye yuko hapa duniani unayemwona hata kama hakusaidii kwa wakati huo au hana msaada kwa wakati huo. Haimaanishi hana maana au hana thamani. Ni wewe ndiye unayetafsiri dunia yako, wewe ndio unayetafsiri, unayetoa maana ya kila kitu unachokiona. Kwa hiyo mara nyingi ukiona mtu hana maana, ujue ni wewe ndio huna na sio yule mtu, kwa sababu yule mtu hajafanya chochote. Yaani unamuona unaanza kumpima na kumshusha na kumpandisha ya, ya, alafu baada ya hapo unaanza kumuona kama hafanani na wewe okay. Ni kosa lake? Hapana, ni kosa lako wewe, kwa sababu huo ndio mtazamo wako eh, huo ndio mwono wako, hizo ndio akili zako, huo ndio ufahamu wako kwa lugha nyingine. Uh, ni ufahamu wako ndio unaoendesha maisha yako. Kwa hiyo ukiona unawadharau watu wengine kwa sababu ya chochote ulichonacho, ujue that is how far you could have gone in your understanding. Yaani usingeweza kuwa na akili zinazozidi eh, namna hiyo ya kutazama. Ungekuwa na akili zinazozidi basi ungejua kila mtu anayo thamani. Utofauti uliopo ni kwamba ni kama tu una uwezo wa kuiona thamani chafu mahali ambapo imechafuka, labda iko kwenye matope, labda ni dhahabu, lakini iko kwenye matope. Ufanye nini? Itoe ile dhahabu kwenye matope, isafishe. Lakini ni gharama kiasi gani? E, ni rahisi kiasi gani kumwelewa mtu mchafu aliyechafuka, au aliyechafuliwa na maisha, changamoto za maisha, ugumu wa maisha. Shida za maisha, makwazo, mateso, maumivu. Watu wamekuzwa kutoka katika familia za namna hiyo, wamepitia changamoto nyingi, magumu mengi, mateso mengi. To the extent tunapokutana nao tunawaona kama vile hawafanani na sisi, hawana mavazi kama yetu, hawana simu kama zetu, hawaonekani kuwa nadhifu kama sisi, lakini kumbe ni dhahabu tu iliyoko kwenye matope. Ukilipa gharama ya kuisafisha, unaweza ukapata kitu kizuri sana. Upande wa pili, hivyo ufahamu wako wote ndio maisha yako, ndio huo unaoutumia kuwadharau wengine na kuwabagua wengine na kujipima na wengine, na mwisho wa siku unajikuta wewe unapata hasara nyingi zaidi, kwa sababu uh, ili uweze kuishi na watu wengine wasiofanana na wewe lazima uwe na akili timamu za kujua wewe sio bora peke yako, na kwamba utofauti wako ni msaada kwa mwingine, na kwamba utofauti wake ni msaada kwako. Haujakamilika hapa duniani. Ndio maana nimeanza kusema, jifunze kutafsiri mambo, kwa kuwa hakuna mambo yasiyo na maana kwa mtu yeyote mwenye akili timamu. Hakuna mtu au kitu kisicho na maana, ni namna unavyotafsiri. Kwa hiyo take that, ujitafakari na kuangalia umekosa mangapi kwa kuwadharau watu, kwa kuwakataa watu, kwa kuwaona wengine hawafai. E, ume labda sasa hivi ungekuwa mahali fulani, lakini kuna watu labda uliwadharau wakiwa chini, au sasa hivi hao watu ndo wanaofanya maamuzi. Unaona mahali ulipo, ungewaelewa, ingekusaidia leo kuweza kupiga hatua fulani. God bless you. Thank you.